Na hii hapa sasa ni sehemu ya tano kutoka home with the family sambamba na DJ Mecky mitamboni. Nikukaribishe tena katika kitu cha moto, bonge la movie na hey, sehemu ya tano tulipoishia ndipo tunapoanza huku. Moto umewaka kweli kweli, moto umewaka, si mchezo nyama. So, nasema siamini, yani kweli weni wakulala na marafiki zangu wawili, Sejuni pamoja na eh, chonkiu eh, binti mbea mpuzi ni mnazungumza niwe kichao, umechanganyikiwa eh, umechanganyikiwa na kuuliza. Jamaa ameamua kumchana binti live ya kwamba ndio amemsaliti na amelala na marafiki zake wote wawili, e, Sejuni, e, se pamoja na e, Changkyun as noma noma. Sasa jamaa anakumbuka kipindi cha nyuma sana sana sana, anakumbuka kipindi cha nyuma sana. Siku hiyo walikuwa hapo katika nyumba ya Sejuni kama kawaida, kipindi hicho ulikuwa ndio sehemu no. ya, ya kulewa. Sasa binti siku hiyo bwana, usiku kama kawaida, binti alikuwa naibagaibaga vitu anavichukua napeleka nyumbani na kwenda kuuza napata pesa. Sasa siku hiyo ndugu yangu amefumwa na, na mzee mzima bwana Sejuni akiba, mimi naomba unisamee nilishindwa kuwazima nikaamua kuchukua. Akaambia usiogope, nyumba kina Sejuni imejaa vyakula sana, kwa hiyo usiogope jamaa akamjazia vingine na vingine kwenye begi alafu akachukua begi akamwambia twende, nataka nikusindikize. Ilivyokuwepo na ni kwa nini alihisi ya kwamba Sejuni huenda ana mahusiano ya siri na mpenzi wake Mijuni siku hiyo. Sasa baada e, ya ameweza kuona bibie Mijuni pamoja wametoka pamoja, sasa jamaa naye akawa anafuatilia sasa walikuwa wakitoka namna hiyo wanapigapiga story mbili tatu so, wakati wanazidi kusonga mbele lakini pia kwa nyuma, sasa mzee mzima alikuwa anakuja, baba la baba lababu wanamwita, akawa anafuatilia kwa karibu ukaribu zaidi so, pamoja na mijuni walikuwa wakizidi kuzungumza yeah. Ghafla kudondoka jamaa akamzuia. Kumbe jamaa naye amejificha sehemu so, anatazama Mbona hivi mi anahisi kizunguzungu S S sababu tumekaa muda mrefu bila kulala, kwa hiyo ni kupeleka wakapumzike and... anasema nahitaji nipate hata muda wa masaa matatu ya kupumzika kwa sababu ndo itakuwa vizuri zaidi. sabuapo tumelala kama eh, dakika thelathini kwao, natakiwa tupate masaa matatu ya kulala Binta, ntafuta masaa matatu ya kupumzika sababu muda ndio hivyo tajika mtu kupata muda mwingi wa kupumzika una, una niogopa, sema hapana. Kila kitu kipo sawa na nafurahi pia kuona unani, unanijali na kunithamini, asante sana kwa moyo wako huo. Ni moyo wa kipekee, tafadhali kwa anamfuata, anasema mimi nilikuwa nikifuatilia sana. Na siku hiyo baada ya Sejuni kuweza kumpeleka binti mpaka nyumbani, kitu kilichofuata kule nyumbani ndugu yangu sikuwahi kukisahau. Da, weza amini siku hiyo binti baada ya kum, e, kupelekwa nyumbani na mzee mzima, uweza amini jamaa, siku ile ile aliweza kupita na binti yani ubinti akisaidiwa tu kidogo, ndugu yangu mambo yanaharibika. Anasema sasa vipi kwa siri yako we na Sejuni kwanzia kitambo kule, kweli nafahamu ya kwamba nyinyi wawili mna deti. Asema oh, lakini vipi, lini niliweka kuvunjia heshima? Kwa hiyo we kipindi chote hicho ulikuwa ukiongoongwa vitu mara uongwe gitana vitu kama hio, kumbe ulikuwa ukideti na Inkyungu, sindio? Lakini vipi vipi kuhusiana na sera? Eh wote sera na Inkyungu wote na wewe sumepita nao eti? Nakuuliza. Ni unajua ni maumivu gani ambayo pia nami nimeyasikia? Wote ndio tumefanya makosa, wote tume tumekosa tume, lakini tume lazima tujue nini hasa kinachoendelea. Marafiki wote, jamaa kapiga marafiki wawili wa kike, na ukapitiwa na marafiki wawili wa kiume. Kwa hiyo mambo ni shida tidani, marafiki ndugu yangu huyu, nafikiri hichi kitu ntakuwa umejifunza kitu mm. Eh, marafiki ndugu yangu sio kuaminiana, kuweza kuonyeshana dino wapenzi, sijui nini na nini, ukaribu wa hapa na pale ah -ah. Tika tika. Kama hivi jamaa anasema kwamba hili ni somo tosha kabisa kwa marafiki. Sikuamini kama siku moja ingelikuja kutokea hivi marafiki tulioshibana tokea kipindi hicho kuweza kuingia katika migogoro ya kimapenzi kuweza kusalitiana kitu ambacho kilikuwa ni kigumu na sikuwahi kutarajia siku moja kiengele kuja kutokea , lakini ndio hivyo kimekuja kutokea. Jamaa kio ameketi hapa, bibi mjuna alikuja nasema nataka nilale, mkunywa bia sana. Nataka nilale, naomba na nijiunge na wewe, nilale hapa. Ayakaso binti kamdondoketa, amelewa kweli kweli kweli nomba tafadhali, chukua nipeleke kitandani. Seu apo katika kipindi ambacho si cha kawaida, naomba so, nipeleke kitandani nikapumzike. Kabinti kanataka upelekwa kitandani, noma, hatari hatari, ni shida Jamaa kutaka kumpeleka binti kitandani kwa sababu alijua kabisa akimpeleka kule kuna kitu kinaweza kikatokea, mambo yakaweza kuharibika, halafu ikawa ni shida. Alilala na binti pale pale. Jamaa amini ani, mwanamke ampendae ndo huyu hapa, amelala na wanaume wawili tena marafiki. Jamaa tamani atakulala naye tena, ndugu yangu amtamani yani atamani hata kidogo. Jamaa yupo pale, analia machozi, anamtoka binti, anashtuka na mkuta jamaa analia, akamfuta machozi namna hii. cincaro culoso anasema, kiukweli ndio nimelala na marafiki zake wote wawili. Don't touch, usinishike, sinishike, Allah. Jamaa baada binti binti kuweza kumweleza ukweli ya kwamba kweli amelala na marafiki zake wote wawili, akamshika binti namna hii. Yatamani yani, hata ampige busu, sijui amfanye nini. Anashindwa, hata ajui hata afanye nini hasa. I see. Pumzi limuisha, nguvu zikamkata, haelewi wapi anzie wapi amalizie. Unafikiri mchezo nini yani? Binti umpendae, mwanamke umpendae, na kuja na kueleza ukweli kwamba ndiyo ni kweli kabisa amelala rafiki zako wawili, unafikiri unaweza ukamfanya nini hasa. I see. Jamaa alishindwa hata kustahimili akaamua kusepa. Hakuamini ya kwamba eti binti ampendaye amelala na marafiki zake wote wawili, a wezmini. Jamaa alitoka pale akiwa na msongo mawazo kwelikweli, na binti naye mijuna, na alikuwa anatoka pale hivyo hivyo. I say, anasema ni kama vile kidonda Amulche cha moto kilichochomwa kimetonyeshwa, yaani ilihisi maumivu makali kwelikweli katika moyo wangu binti naye alikuwa anasema kwamba nami nimekosea, nimekosea sana. Hata kama ni umasikini, lakini si umasikini wa namna hii. Umasikini wa namna hii hii umemfanya kuweza kupoteza usichana wake, kupoteza wow, ah, utu wake. Anaonekana ni mtu wa ajabu. Sasa tuje moja kwa moja katika upande wa pili, kwa mzee mzima bwana Chankyung Chankyung bwana leo kalala huku, mke wake katoka bathroom, anaingia zake ndani huku ashangaa, anamkuta mume wake anasema jamani, nzuri nije tafadhali Usinifanyie hivyo samke, usinifanyie hivyo samke. Anashanga mwanaume hey, vipi? Mbona mbona nataja jina la mwanamke mwingine hapa? Nasema jamani, Mijun, tafadhali punguza spidi kidogo, jamani, jamani tafadhali. Hey, usinifanyie hivyo Mijun tafadhali, Mijun. Mke anasikia mwanaume anaota usingizini akimtaja mwanamke mwingine ambaye ni rafiki yake wa karibu eh. Hey. Hapo sasa mzima, mapenzi haya baba la. <tuk> Baba anashangaa. Wakati huo katika upande wa pili, Sejuni yupo pamoja na bibi. nafikiri baada ya sisi kuoana tuta tutafurahia sana maisha yetu ya ndoa <tuk> au vipi? Anasema, nafikiri Do, ya kwamba tukioana tutafurahia Yaani, yaani wewe ni kuniletea tu watoto hapa ha? Nawaza tu mimi ni, ukinioa nikuletea watoto tu tuniwe na, najifungua kila siku, si kwa hiyo si ndio? Unatakaje eh? Sinzoee kahivo. Unajua tena mzee, ukiona ka mchepuko nje, huyu mke wa ndani huku namonaga kaa zuzu fulani Ala. Jamaa anamuona mke wake sasa hivi kama zuzu, sababu ana kitu kule nje, mijuna anampa vitu moto moto. Sasa wakati hiyo, katika upande wa pili kwa baba la baba leo, mzee mzima Mr. Wantak alikuwa yupo hapa, ndugu yangu, anaandaa bonge moja la gobore, anaandaa bonge moja la gobore. Anasema usiku wa jana ni usiku ambao nilijikuta na waza na kuwazua mambo ambayo kamwe hayatafutika katika kichwa changu, sasa kifuatacho ndo hichi hapa. Kachukua gobore, alafu kuna picha marafiki zake wawili wa kiume, mzee mzima bwana Chankyung, pamoja na mzee mzima bwana Sejuna. Anasema sasa kifuatacho ndo hichi hapa, wote nakwenda kuwalima chuma. Ehe, jamaa kaingia katika bifu sasa, bifu la kufa mtu sasa wakati huo binti wanamwita Inkyung alikuja poja ani wakutana Mijuni pamoja na bibia Kansera, wote ni marafiki na wamekuwa pamoja katika kipindi kirefu, tukia kipindi hicho wanasoma high school mpaka sasa hivi ni mabinti wa kitaa. Wengine wameshakwisha kuolewa, wengine wachochumbiwa. Bibia Mijuna ndo hivo yupo maskini wake ndugu yangu, wanadangadanga kwelikweli, pita huku na kule, akijipatia pesa, mambo anakwenda oh. So. Zibun... Basi kama kawaida mabinti wakikutana huwa ndo hivo wanajikuta wanajadili kuhusiana na maisha yao, eh, yakiunda napiga story nini Lise? Basi, walikuwa wakizidi kupigana story namna hiyo

Vizuri akitukati basi, hakuna shida. Nafikiri hata wantaki pia naye atakuwepo katika hiyo safari, itakuwa ni safari nzuri kweli kweli. Tutakwenda huko eh, Tayong Resort eh, kwa ajili ya kuweza kwenda kuenjoy pamoja kama marafiki na kujikumbushia baadhi ya mambo na matukio makubwa ambayo tulikuwa tukiyafanya tokea kipindi hicho tukiwa marafiki. Kwa nafikiri itakuwa ni safari nzuri, e, eh, safari njema ambayo kila mmoja nafikiri ataipenda na, na kuifurahia safari ya kuelekea huko eh, Tayong hapo sasa. So, bwana unajua tena wontak kijana mhesamboi cheshi yeah. Na ataungana na sisi katika safari hiyo, unafikiri itakwaje? Hasa wanamjadili yeah. No, wontaki samwa roho anasema na mimi nafikiri itakuwa nzuri sana tuta fly tuta enjoy itakuwa ni trip nzuri kweli kweli. Basi sawa, na mimi, mimi nipo safi. Nafikiri kila kitu kitakuwa safi katika safari hiyo, najikubali kweli kweli. Hawawili wanakwenda na waume zao wanaume ambao tayari wameshakwisha kuwachumbia, lakini yeye mpaka sasa hivi bado hana yani, hana ndoa, hana ndoa, lakini anaamini ya kwamba safari yake akienda na Wontaki basi kila kitu huko kita happen, kila kitu kitakuwa safi. Sasa yeye atakwenda na Wontaki, lakini pia hao atakwenda na umeza. Lakini kumbuka mabinti wote wawili, Kansera pamoja na bibi wanamuita Inkyu, wote wanamkubali Wontaki kinyama nyama, na wanamkubali kinyama sasa sijui itakuwaje hasa, lakini pia waume zao mabinti wawili e, Inkyung pamoja na Kansera nao wanamkubali binti kinyama nyama. Sasa sijui itakuwaje hapo. Mambo ndo mambo hayo, wenyewe safari. Ndugu yangu moto utakwenda kuwaka huko, sijui utakuwa ni moto aina gani? Kwa sababu wanaume wawili wanamkubali binti mmoja, pia mabinti wawili wanamkubali mwanaume mmoja. Sasa itakuwaje, ni wakina nani hasa, au ni nani hasa atakwenda kuwini katika gemu hili? Bwana, hiyo ni shida. Eh, safari hiyo ya Taeyong ndugu yangu inaweza ikaleta shida na inaweza ikaleta matatizo makubwa sana. Sasa yetu ni macho kwenda kutazama itakuwa aje, itakuwa aje, itakuwa aje. Lakini pia kumbuka bibi wanamuita eh, Inkyung ameshakwisha kujua kabisa kwa marafiki yake Minjuna ameshakwisha kutembea na mume wake, kwa sababu mume wake alikuwa akiota na mume wake alikuwa akizungumza kuhusiana na mapenzi motomoto alikuwa akiyapata kutoka bibi Mijuna. Tukutane katika sehemu nafuata, sehemu ya sita, na DJ Mecky mitamboni. Karibishe, twende sambamba katika bonge la movie, bonge la picha, bonge la kazi hii hapa sasa inafuata.